Hello dear friends, welcome again to my channel is me Teacher D. Kama ndo mara yako ya kwanza unatembelea hii channel ni kuomba usiache ku subscribe, ku like, ku share pamoja na ku comment. Tunaendelea kupeana update za watu ambao wameitwa kwenye usaili katika majimbo tofauti tofauti ya uchaguzi. Na leo ninakusogezea tena jimbo la Maswa. Hapa kuna jimbo la Maswa Mashariki na Maswa Magharibi, ambapo hawa pia ni miongoni mwa watu ambao walifanya applications na wameitwa sasa, ambao wamepitishwa, wameitwa kwenye kufanya usaili sasa. Nitakusomea kwa sababu hili tangazo kidogo lina maelezo mengi tofauti na matangazo mengine. Inasema tangazo la kuitwa kwenye usaili: msimamizi wa uchaguzi jimbo la Maswa Mashariki na Maswa Magharibi anapenda kuwataarifu waombaji wote walioomba kazi ya usimamizi wa vituo, wasimamizi wasaidizi wa vituo na makarani waongozaji kuwa usaili utafanyika tarehe kumi na moja Oktoba 2025 isi katika ukumbi wa halmashauri kuanzia saa mbili asubuhi. Mambo ya kuzingatia kwa waombaji: moja usaili utafanyika tarehe kumi na moja Oktoba ishirini ishirini na tano katika ukumbi wa halmashauri kuanzia saa mbili asubuhi. kila msailiwa anapaswa kuwa na kitambulisho kwa ajili ya utambuzi, yaani vitambulisho vinavyokubalika ni pamoja na kitambulisho cha NIDA, kitambulisho cha mpiga kura, lakini kitambulisho cha mkazi kuna kitambulisho cha mkazi hati ya kusafiria leseni, aa, kitambulisho cha mkazi, hati ya kusafiria, leseni ya udereva, na barua ya utambulisho kutoka serikali ya kijiji au mtaa. Namba tatu, kila msailiwa atagharamia chakula, usafiri na malazi. Kila msailiwa namba nne azingatie tarehe, muda na mahali alipopangiwa kufanya usaili. Kila mmoja aje na kalamu ya rangi ya bluu nyeusi kwa ajili ya kuandika kia lakini. Namba saba, waombaji kazi ambao majina yao hayakuonekana katika tangazo hili wasisite kuomba tena pindi nafasi za kazi zitakapotangazwa na kuzingatia masharti ya tangazo husika. Orodha ya walioitwa kwenye usaili na tarehe ya usaili iliambatanishwa na tangazo hili. Hivi ndio vitu muhimu ambavyo vimeambatanishwa kwenye ili tangazo la, la jimbo la Maswa Mashariki na Maswa Magharibi. Sasa orodha iko hapa chini ya watu wote ambao wameitwa kwenye huu usaili. Peji ziko sitini na moja majina ni mengi sana. Sasa ni mimi, nitakachokifanya siwezi kuwezi kwa namna hii siwezi nikakuonesha jina moja moja. Cha muhimu ni kwamba mimi nitaweka aa, linki ya hili tangazo, yani PDF utaweza kuidownload hiyo linki. Inapatikana kwenye description hapo chini uweze kudownload na kuweza kusoma jina lako kama lipo. Majina ni mengi sana kama nilivyowaambia kwamba Uh, walioitwa kwenye hili tangazo la maswa, ngoja nione wako wangapi, wako elfu waku mbili. Majina ni mengi kwa maana kwa upande wa maswa mashariki na maswa magharibi, wasailiwa wameitwa ni watu elfu mbili mia tisa na themanini na moja kwa hiyo ni, ni wewe sasa katika watu elfu mbili uangalie kama na wewe ni miongoni mwa walioitwa. Naweka ili linki ya hili tangazo ili uweze kudownload na kusoma jina lako taratibu katika orodha hii. Kama utakuwa na swali au unatamani kujua halmashauri uh, yako kama imetoa au bado, niandikia hapo kwenye comment, nami nitakuwa wa kwanza kujibu. Thanks for watching.